Kampeni hii inasaidia kuwapa wananchi wana sheria bure na mawakili bure. Kwa Shinyanga hapa, utaratibu ukoje? Kwa Shinyanga kampeni hii ilipita 2023. Ilipopita ilivyopita 2023, tulibaki tulibaki maafisa wa msaada wa kisheria tunapatikana pale ofisi za maendeleo ya jamii mm. wananchi wote na shida tunawasikiliza, pia tunapita katika kila kata, kila kijiji huwapa wananchi elimu ya masuala ya ardhi, ndoa migogoro ya mambo ya milathi, elimu ya wosia pamoja na mambo ya ukatili wa kijinsia. Okay, kwa hiyo mwananchi atakayekuwa na shida tunampatia mwanasheria bure kabisa, halipia hata shilingi moja kwa sababu rais kasema kampeni hii ni bure, ameshawalipa mawakili okay. Ndio, na faida ya, ya, ya hii kampeni ni nini? Nzuri, tuko hapa tukazungumza, tuka tukajadiliana. Cha kwanza mm. kampeni hii malengo mm. yake Malengo la kwanza ni kila Mtanzania kupata haki sawa mm -hmm. Sio mtu mwenye hela amdhulumu mtu asiye na hela. Kwa hiyo kampeni hii lengo kubwa ni kwamba kila Mtanzania wapate msaada wa kisheria mm. Pia kampeni hii ipo kwa ajili ya kuelimisha umma kuhusu haki za kisheria na msaada wa kisheria kwa wananchi. Lakini natamani kujua ni hasa kesi zipi ambazo wananchi uh, wanakuja kuwafata kuomba msaada? Kesi nyingi zilizopo ni mambo ya ardhi masuala ya ndoa. Ndiyo. Malezi ya watoto hmm, pamoja na mambo ya ukatili wa kijinsia hizo ndio nyingi zaidi. Ndiyo, pia watu wengine wanakuja kwa ajili ya ushauri ya kuandika hosia pia tunawapa hmm, elimu hmm, na mifano. Okay, tunawasaidia okay. Mpaka sasa tushawafikia wa wananchi milioni mbili na laki tano ambapo wanawake ni milioni moja laki tatu sabini na nne mia tisa themanini na tano hmm, na wanaume ni milioni moja laki mbili kumi na tatu mia mbili themanini na tisa. Takwimu ipo ya kitaifa kabisa okay. Ndiyo, kwenye kampeni hii inashauri sana wananchi tuwa, wa, tuwasaidia kuwapa elimu ya kuandika wosia, kwa sababu sasa hivi kesi nyingi zimekuwa za mirathi, unakuta mtu alizulumiwa mali na ndugu wa marehemu. Kwa hiyo mm, serikali inashauri sasa hivi watu wengi tujitahidi kuandika wosia. Hii itasaidia sana kupunguza kesi za mirathi. Okay. ndiyo. Sawa. na wakati gani mzuri wa mimi kuandika hosia? Hosia anaandika mtu yoyote yeah. wakati wakati gani mzuri, kwa mfano kama mimi nikimwona Wambura hapa, nadhani nadhani aandike tu ah, na sawa. Hiyo ndio <laughs> changamoto, watu wengi wanajua mtu akishakuwa mzee ndio aandike hosia. Yeah. lakini cha kwanza hosia yeah, anaruhusiwa kuandika mtu yoyote mwenye miaka kumi na nane na zaidi okay. Pia anaruhusiwa kuandika mtu mwenye akili zake timamu, sio kwa sio mkiona mkiona labda ameshapata ugonjwa wa afya yakini ndio kumlazimisha labda mwandikie hosia hmm. Anatakiwa aandike mtu ambaye ana akili zake timamu. Pia kwenye mambo ya hosia walithiwa kwa waruhusi kuwa mashahidi, okay? Ndio.